Uh, vituo vya usaili wa mahojiano wa MDA pamoja na LGA, usaili utakaofanyika kuanzia tarehe 22 hadi tarehe 24 Oktoba 2025. Mikoa walipowasailiwa kulingana na taarifa zilizopo katika mfumo wa ajira portal, current resident region, kada ya usaili na kituo cha usaili. Kwa hiyo, Arusha, Manyara, Kilimanjaro na Tanga usaili utafanyika Arusha katika Chuo cha Uhasibu Arusha, Chuo cha Uhasibu Arusha IAA Njiro Arusha. Kwa Dar es Salaam, Mtwara, Pwani na Lindi, Dar es Salaam, Mtwara, Pwani na Lindi, usaili utafanyika Dar es Salaam, Chuo Kikuu cha Mtakatifu Joseph St Joseph University in Tanzania, Mbezi kwa Yusuf, Dar es Salaam. Kwa walioko Dodoma, Singida, Morogoro na Iringa, usaili utafanyika Dodoma, ofisi za Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma PSRS mtaa wa Mahakama, eneo la Tambuka Reli, Dodoma. Kwa walioko Mbeya, Songwe, Rukwa, Ruvuma na Njombe, usaili utafanyika Mbeya, Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya, MAST na kwa wale wa Mwanza, Kagera, Geita, Mara, Shinyanga na Simiu usaili utafanyika Mwanza, shule ya Alliance, Alliance English Medium Mahina, Mwanza. Kwa walioko Zanzibar kati na Kusini, Pemba Kusini, Pemba Kaskazini, Zanzibar mjini Kaskazini, Zanzibar mjini Magharibi, usaili utafanyika Unguja, jengo la Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, ghorofa ya tatu, Mazizini, Unguja. Kwa walioko Tabora, Kigoma na Katavi, usaili utafanyika Tabora, chuo cha utumishi wa umma TPSC kampasi ya Tabora. Karibu katika chaneli yako pendwa kwa update zote kuhusu ajira elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Kwa wale ambao ni mara yenu ya kwanza kuingia katika channel hii, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi ili waweze kupata taarifa hizi za vituo vya usaili wa mahojiano wa MDA pamoja na LGA utakaofanyika kuanzia tarehe 22 hadi 24 Oktoba 2025. Santeni na karibuni sana